Shetani alishajiwekea kwamba wao ni chakula leo leo leo, leo. Leo. adi ikset baba, hivi ni vita vyetu. Haya ndiyo mateso tuliyokuwa nayo, tunasimamisha nguzo kuna watu mmepita, wakati mwingi mulikuwa mnaishi kwenye vita vikali. Amini tu ya kwamba Mungu yeye anakutoa ngambo, anakupeleka ngambo, anakutenga na ile. Sikia leo leo naile madhabahu sikia, liyekuwa una kibali chako kinarudi leo. Sha tengenezewa mazingira ya kufa waliokuwa wanatamani wamezwe kama haa watu ambao hawana tumaini, waliokuwa wameandaliwa mauti, rao tunawaondoa sasa, rao tunawaondoa sasa, rao tunaondoa sasa, sasa. Walitengeneza connection ya kukumaliza, walitamani kukuua wewe, walitamani kukumaliza kabisa kwenye biashara yako, walitamani kukumaliza kabisa kwenye mfumo wa maono

Yesu, tazama leo, yamekuwa mapya, yamekuwa mapya, yamekuwa mapya. Yesu atukuzwe, Yesu atukuzwe. Mali ulipo Yesu, huyo Yesu atukuzwe. Akuondolee uchungu wako, akuondolee vita vyako, akuondolee lile agano ambalo shetani alikuwa amelipanda kwenye ukoo wako. Katika jina la Yesu, naachilia damu ya Yesu ipenye ndani yako, ipenye ndani yako. Yesu akupe uzima, Yesu akupe uzima. moja kila moja kila moja amini ya kwamba Yesu anapenda kutenda Yesu anakwenda kukutoa katika lile agano ambalo shetani alikuwa amelipangilia juu yako leo Yesu anakuchomoa leo Yesu anakuchomoa katika jina la Yesu baba shukuru Yesu ninakushukuru Yesu ninakushukuru Yesu ninakushukuru kwa ajili ya uzao huu kwa ajili ya watoto wako kwa kuwa